Amen, Bwana Yesu asifiwe. Nina kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ni Emmanuel Wilfred Kayungi, ni mtumishi wa Mungu, na kwa neema ya Mungu siku ya leo ninao ujumbe wa baraka kwa ajili yako. Lakini nikukumbushe tu kabla sijaendelea, hakikisha umesubscribe channel hii, ili uweze kuwa kwanza kupata jumbe hizi za neno la Mungu. Lakini pia baada ya kuwa umesikiliza pata nafasi au muda wa kushea kwa watu kadhaa, ili na wao waweze kufaidika na neno hili la baraka. Basi siku ya leo nitazungumzia sababu kuu tano kwa nini inawezekana kuwa watakatifu. Sababu kuu tano kwa nini inawezekana kuwa mtakatifu. Labda niseme utakatifu. Tunapozungumzia utakatifu tunamaanisha nini? Utakatifu tunamaanisha kuishi maisha ya haki au maisha ya usafi au mwenendo wa, wa, wa uchaji mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu aweze kukizi vigezo ili aweze kugizi vigezo vya utakatifu ni lazima maisha yake yamwelekee Mungu, ni lazima njia zake zimpendeze Mungu. Kwa hiyo kipimo kikubwa cha utakatifu ni kuishi maisha ambayo yatampendeza Mungu, maisha ambayo yataufurahisha moyo wa Mungu. Basi nitazungumzia sababu ya kwanza. Zipo sababu tano ambazo nimeziandaa kwa ajili yako, lakini kwa siku leo nitazungumzia sababu hii ya kwanza ya kwa nini inawezekana kuwa watakatifu. Sababu ya kwanza ni kuwa ni ahadi ya Mungu mwenyewe tuwe kama yeye alivyo mtakatifu. Ni ahadi ya Mungu mwenyewe tuwe kama yeye alivyo mtakatifu. Utagundua ya kwamba katika ulimwengu wa roho, sisi tumeumbwa au tulifanywa kwa namna ya ajabu sana. Tulifanywa kwa sura na mfano wa Mungu. Ina maana rohoni, kama alivyo Mungu ndivyo na sisi tulivyo. Mfanano alionao Mungu ndiyo namna ambayo tumeumbwa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na mstari wa ishirini na sita neno wa Mungu nasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ina maana kumbe tumefanywa kwa namna ambayo ni mfano sawa na Mungu. Kumbe kama Mungu anaweza kuwa mtakatifu, kama Mungu wetu ni mtakatifu na sisi tumetengenezwa au tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ina maana hakuna sababu yoyote ambayo inaweza katufanya sisi tusiwe watakatifu. Kumbe kama Baba alivyo rohoni kama baba alivyo mtakatifu na sisi tuna kila sababu ya kuishi maisha hayo, tuna kila sababu ya kuenenda katika viwango hivyo vya uchaji ambavyo Mungu wetu ametembea navyo, kwa sababu tumefanywa kwa sura na mfanano wa kimungu. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 5:48 na Mungu nasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hebu angalia, anasema mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ina maana kumbe hapa tunafananishwa na Mungu, yaani kama Mungu alivyo mkamilifu. Neno la Mungu ndilo linavyosema ya kwamba na sisi imetupasa kuwa wakamilifu, na maneno haya yalikuwa inazungumza Mungu mwenyewe. Kumbe Mungu ana uhakika, ana uthibitisho ya kwamba kama yeye alivyo imetupasa na sisi kuwa. Kwa hiyo kila unapopata nafasi ya kusogea mbele za Mungu, mkumbushe Mungu, mwambie Baba, ni ahadi yako ya kwamba sisi tutakuwa wakamilifu kama wewe ulivyo mkamilifu. Na kwa sababu Mungu adangani na neno lake ni kweli. Ukisoma kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza na ule mstari wa 12 Mungu anamwambia Yeremia kwamba kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo maneno haya aliyazungumza Mungu mwenyewe ya kwamba tuna uweze, tuna uwezesho, au tuna kila sababu ya kuwa kama yeye alivyo. Kama yeye alivyo mtakatifu, na sisi imetupasa kuwa watakatifu. Kwa hiyo unapotembea juu ya kwamba ni ahadi ya Mungu mwenyewe tuwe kama yeye alivyo. Unapolala, unavyoamka, hakikisha unaimba maandiko haya, hakikisha unaijua sababu hii ya kwamba Mungu anafahamu na anatamani tuwe kama yeye. Na kupitia sababu hii, hatuna sababu yote ya kujidanganya au ya kujishauri ya kwamba tunapaswa kuenda katika maisha ya dhambi, kwa sababu tunapaswa kukaa katika maisha ya utakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mungu akubariki, tukutane katika sehemu ya pili, sababu kuu tano kwa nini inawezekana kuwa watakatifu. Amen.